kwa vigezo maalum vikizingatia uwezo, bidii na kuongeza uzalishaji. Watu watali kibao wanatuletea miwa, ambao na sisi tunakiona kibao cha uzalishaji wa miwa hii tunavyolima miwa yetu kuanzia Kibaoni mpaka kule Msolwa Station mpaka Kidatu na hapa hapa Ichonde kisawasawa, tunakuwa na uwezo kuwa na kilimo chenye tija kwa kutumia mbegu nzuri ambayo ina mavuno mengi, lakini eneo linakuwa chache zaidi. Kwenye utafiti wa mazao tunaanza utafiti wa udongo, udongo upi unafaa kwa ajili ya kupanda mazao gani au kwa ajili ya kufanya shughuli gani za kilimo, lakini pia mbegu tunavumbua aina mbalimbali mbali za mbegu ambazo zinajibu changamoto za wakulima. Sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia nchi, tunafikiri hii mbegu itawasaidia sana na tunataka isambae zaidi. Kwa hiyo wale wanaopewa leo, tunaomba waitunze hii mbegu, waitunze, lakini pia tutaendelea kuzalisha ili wengine wapate zaidi lakini shida hiyo ilikuwa ni kwa sababu kiwanda kilikuwa ni kidogo, yaani mashamba ni makubwa, alafu eneo la kufikisha yale mazao yalikuwa hayapo. Lakini kwa sasa hivi, kwa jinsi rais wetu alivyotufanyia, akatujengea kile kiwanda kikubwa, na imani kabisa kwamba tatizo hili la miwa ya ajali litakuwa limefutika kwa namna moja au nyingine, lakini naamini kupitia hiki kiwanda ambapo tunafahamu adhma ya serikali ni katika kuhakikisha tunajitegemea katika uzalishaji wa sukari. Sisi kama halmashauri ya mji wa Ifakara tunajua serikali imetupa majukumu ya kuhakikisha tunashirikiana na wananchi, tunatatua changamoto walizonazo, lakini pia kupitia serikali, vyombo vyake mbalimbali ikiwemo mbali TARI ambao wameintegrate hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunapunguza changamoto hizi na kuhakikisha leo tunapokea hizi mbegu bora ili kuwezesha itakapofika miaka kadhaa miwili mitatu ijayo tusizungumzie changamoto tulizokuwa nazo leo. Na pia tunashukuru uongozi wa TARI kutuletea mbegu hii, nadhani tatuletee kipato na kuongeza tija kwa binafsi mtu mmoja moja na pia familia nzima kwa ujumla. Lakini pia niwashukuru na watu TARI kwa jinsi ambavyo wametujali sisi wakulima wamua kwa kuja kutuwekea kitalu cha mbegu, hatimaye leo tunapokea mbegu ni bure kabisa. Ninaamini kupitia mbegu hii itakwenda kuongeza kipato na nitaweza kuongeza idadi ya hekari nyingi kupitia mfumo huu wa mbegu hizi wanazotuletea watu wa TARI. Wana wa Ichonde na wana wa Ifakara kiujumla, napenda kuwaambia waweze kuunga mp mkono mpango huu utakwenda kutuinulia kipato na hatimaye tutaondokana na hali ya umasikini.